Kumchagua Newton Karish kama mbunge wao. Gachagua akisema hii itakuwa njia bora ya kuhakikisha Rais Ruto anawaheshimu wakazi wa eneo la Mlima Kenya, kwani aliwadhalilisha hata baada ya kuondoa afisini viongozi wa eneo hilo akiwemo Justin Muturi. Kwingineko katika eneo bunge la Malava, msaidizi wa Rais Ruto, Faruk Kibet ameendelea kumpigia debe David, David Ndakwa akisema kura kwa Ndakwa kutahakikisha wakazi wa Malava wanapata maendeleo. Chaguzi ndogo zinapotarajiwa kutendeka takriban siku kumi zijazo. <coughs> Viongozi mbalimbali wameendelea kupigia debe wa waniaji wa vyama vyao katika eneo la Malava na Mbere Kaskazini. Katika eneo la Mbere Kaskazini, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amewarai wakazi wa eneo hilo kumchagua Newton Karish kama mbunge wao, akisisitiza kuwa kumchagua Karish kutahakikisha wanapata heshima baada ya kudhalilishwa na rais Ruto. Mtasimama na Karish? Mtakubali Karish auziwe uoga watu ya Mbeere, hii uchaguzi ni ya kutafuta heshima ya watu ya Mbeere. Katiguo, heshima ya watu ya Mbeere itapatikana tarehe 27 na lazim, na pia heshima yetu kama jamii ya Mlima. Sisi ndio tulimuuza na akaweza kununuliwa na watu wetu, lakini kazi yake ya kwanza kufanya ni madharau na matisho. Na sasa tunasema William Ruto, wewe tunakuambia huu mlima ujue, uko na wenyewe. we are giving you notice. Kama uamini, tungoje matokeo kutoka hapo na matokeo hii ndio sinoveti, ya kupeleka kwako nyumbani. Katika eneo la Malava, msaidizi wa Rais Ruto Faruk Kibet amewarai wakazi wa eneo hilo kumchagua David Ndakwa, wakisema kuwa kumchagua Ndakwa kutahakikisha wakazi wa eneo hilo wanapata maendeleo. Tunataka mbunge ambaye atasuluhisha problem za watu ya Malava. Malava haiwezi kujengwa na vitina. Ukiangalia hii umati, vijana wanataka kazi. Ukiona hapa Vijana wasichana, wanaume, wanataka nini? Kazi hiyo kazi itapatikana kwa upinzani. Si lazima mtembee na Ndakwa, Ndakwa anatosha, atoshi. Haya anajia wakati ambao naibu kinara wa DAP Kenya George anatembea amewarai wakazi wa Malava kumchagua Seth Panyako kama mbunge wa eneo hilo ili waweze kupata heshima katika siasa za kitaifa kupiga ni huturaht ni kura ambayo itahakikisha kwamba sisi tunapewa nafasi ya kuongoza taifa la Kenya mwaka wa 2027 20, maana Ruto ameshindwa na kazi, sindio? Uchaguzi huu mdogo unatarajiwa kutendeka wiki ijayo.